Wapendwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, Karumna na Kanyanyazi, Katonda Murungi. Obude bona. Bona, bona. Leo ni sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wazo letu la leo Mwili unaongea, damu inaongea. Mwili unaongea, damu inaongea. Naomba turudie: mwili unaongea, damu inaongea. Turudie tena: mwili unaongea, damu inaongea. Damu ina sauti. Tukisoma kitabu cha Mwanzo tunasikia haya maneno, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi nduguyo Abeli? Akajibu, sijui Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Bwana akamwambia, umefanya nini? Sikia damu ya ndugu yako yanililia kutoka udongoni. Mwanzo sura ya nne mstari wa kumi. Kwa hiyo damu inalia, damu ya mtu ikimwaga inalia kutoka udongoni. Kwa hiyo damu ina sauti, damu inaongea. Lakini na mwili una sauti. Kuna methali ya kiafrika inasema sauti ya mwili haiwezi kunyamazishwa. Wezi, ukampiga mtoto ukasema acha kulia <coughs> atalia ata, nyamaza, ameumia. E, mwili utaongea, mwili uongea, Corpus loquitur kwa Kilatini. Mwili unaongea kwa ishara, kwa mkao, kwa uwepo, mwili unaongea. Tunasherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Inaitwa kwa majina mengi. Jina la pili Ekarista takatifu. Lakini jina la tatu Corpus Christi. Naomba tuseme Corpus Christi. Mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Mtakatifu Juani karne ya kumi na tatu alitokewa na Bwana wetu Yesu Kristo aliyemwambia kwamba pawepo na sikukuu maalum ya heshima kwa Ekaristi takatifu. Huyo alikuwa anatoka Liegi, Ubelgiji. Mwaka elfu moja mia mbili sitini na nne, Papa Urbano wa nne alitangaza rasmi katika kanisa zima la Kilatini kupitia waraka wake wa Transturusi de hoko mundo kwamba tutakuwa na sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii sherehe tungefikiria ingekuwa Alhamisi Kuu ilipoweka Ekaristi takatifu, lakini ni juma la mateso, tusingeandamana vizuri na kushangilia. Kwa hiyo ikawekwa baadaye eh.